la pigo zake anapakaga mkongo ila pigeshookali kama fongo afu bado shombo vuza kwichi kwichi kwichi kwichi, ndo mawazo ikipita pisi pisi ubishi ubishi ubishi ubishi, hatupendi tukiomba kwichi kwichi, msuko laki birthday keki ni kutoe bina kunywa kreti nikuete kitu sababu ni kama laki, ukija chenga nyingu taki kwichi kwichi, unazeeka una miaka ishirini shida yako. Samahani, uh sana mashabiki, samahani sana tu ambao mnanifuatilia ama mloifuatilia hii nyimbo. Mmeona kama hapo hivyo, nyimbo imeishia nusu, imeshia dakika moja. Kuna tatizo lilitokea YouTube, wakati na upload walinipiga copyright ya hii nyimbo, wakasema kwamba biti aidha nimelichukua ama limefanana na biti ambayo lishawahi ilishawahi kutumika na mtu kwa hiyo mtu amelipija copyright biti langu, so nikaomba kwenye option pale, nikaomba wakanipa option nyingi nyingi, ambapo option moja ilikuwa ni kuiruhusu ipigwe dakika moja. Kwa hiyo ndio hivyo, nikaiposti dakika moja kwa sababu tu nilishaahidi ku, kuachia ngoma, nikaona mm, ikifika saa moja watu wasione ngoma Nanama nitawadisapointi watu, alafu pia itakuwa so fresh, so nikabidi nikubali option ya kuaplod dakika moja. So kwa sababu ameniruhusu kuaplod dakika moja, nitamalizia hiyo nyingine kwa kama new post tu. So nyimbo mtaimalizia kwa, kwa video nyingine ambayo nitaimalizia kuiposti soon. Asanteni sana na samahani kwa usumbufu.